Fedha hizi milioni mia tano na sita na laki tano zinakwenda kujenga na kukamilisha jengo la utawala mahala hapa, lakini tunakwenda kukamilisha ujenzi wa madarasa sita kwa ajili ya watoto hawa wenye mahitaji maalum, lakini madarasa mawili ya mfano kwa ajili ya watoto hawa wenye mahitaji maalum, lakini patakuwepo na nyumba ya mwalimu na ujenzi tayari unaendelea patakuwepo na, na bweni kama ambavyo tumejaribu kukagua na kuona maeneo yote. Kitendo hiki cha Mheshimiwa Rais kuleta fedha hizi kwa ajili ya watoto hawa wahitaji, watoto wenye mahitaji maalum ni kitendo ambacho kina enzi kauli mbiu ambayo amezunguka Tanzania nzima akinadi kauli mbiu ya kazi na utu, na huu ndo utu wenyewe na hiki kinachoendelea hapa ndo kazi zenyewe chukue nafasi hii niwaombe sana na niwasihi sana na niwaelekeze wote ambao mnahusika na usimamizi wa mradi huu tuzingatie kukamilisha mradi huu kwa wakati. Sisi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI mmejipanga kuwapokea watoto wote Tanzania nzima kwa ajili ya kuanza masomo mnamo mwezi Januari watoto wa shule za awali, watoto wa shule za msingi na ikiwemo na shule hii mahala hapa. Pia tutakwenda kuhakikisha watoto ambao wako upande ule mwingine tunawaleta kuendelea na masomo yao hapa mnamo mwezi Januari. Kwa hiyo, twendeni tukasimamie, tuhakikishe mradi unakamilika kwa wakati kama ambavyo umepangwa kukamilika.